Pointi ya tatu, nafsi hai tatu katika Utatu Mtakatifu wanatofautiana kila moja na mwezake. There is a distinction between the three members of Trinity, which means Baba, utamwona Baba akipractice ubaba Mwana utamwona kama mwana akipractice umwana, Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu akifanya yanayomuhusu. Ukiangalia vizuri kuhusu Mungu wetu huyu kwenye utatu mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wana utofauti fulani unaowatofautisha. Sijasema wanapingana, nimesema kuna utofauti, ntaufafanua baadaye kwenye mafafanuzi The members of Trinity are distinguished one from another one from another in the scriptures. Tona nikupe maandiko, nikupe Mwanzo kumi na tisa ishirini na nne, sindiyo? Mwanzo kumi na tisa ishirini na nne eh, na Hosea moja nne, Zaburi mbili saba Zaburi mbili saba ongezea na mstari wa kumi na mbili Mithali thelathini mstari wa pili hadi wanne, Mithali thelathini mstari wa pili hadi wa nne Ukisoma maandiko hayo unakuta kuna anayeitwa Bwana, mwingine anaitwa Mungu. Usifikie ni mzaha, kuna kitu hapo, Mungu ana-communicate. Nitafafanua, usiogope, nitafafanua na nitafafanua kutumia maandiko. Jamani, haleluya! Siku zote mhubiri, tumia maandiko, maandiko. Haleluya! Na ndio maana nakupa mengi mengi kabisa, yani hata kama muda mafafanuzi ume umeisha, nitakuja kesho kufafanua, yani kesho nijaba nikufafanua watu, ila ni package ile nataka nikuachie lote jamani. <laughs> Amina, amina, Amen. Na ninawaambia kweli kabisa, kweli kabisa nawaambia <tune>